Manga oye. Sasa hivi nimesimama hapa sasa ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime DC. Ndugu zangu ndugu zangu wana manga wenzangu nawashukuruni sana kwa sababu hii safari haikuwa rahisi, lakini kwa sapoti yenu imenifanya niione kama ni rahisi. Sasa nawaahidi kwamba mimi nakwenda kuchapa kazi, diwani wenu anakwenda halmashauri kuchapa kazi kama nilivyo na kama mlivyonizoea. Mimi sio mbaguzi, mimi nimpenda haki na ninapenda watu. Mimi nakwenda kutenda haki kwa kata zote 26 na kwenda kutenda haki kwa vijiji 88 na kwenda kutenda haki kwa vitongoji 500. Sitoangusha, nitahakikisha kwamba kila kata inapata huduma za kijamii bila tatizo lolote, bila ubaguzi wowote, na kwenda kusimamia watu wapate maendeleo, watu wapate barabara, watu wapate maji, wapate huduma za afya, wapate barabara zote na kila kitu na umeme na kwenda kuhakikisha kwamba ile keki ya halmashauri inagawanyika ina kwa usawa bila upendeleo wowote ule, lakini sitawasahau pia ninyi. Kile kinachopaswa mpate, mtakipata kwa wakati. Ndugu zangu, naombeni mwendelee kunisapoti, msichoke katika shughuli inayokwenda kuifanya na, na kuitumikia nafasi hii niliyopewa. Ninaomba mwendelee kunisapoti, mwendelee kuniombea kwa Mungu aendelee kunipa afya iliyo njema ili niendelee kuitumikia nafasi hii vizuri, hatimaye matunda myaone. Ndugu zangu, nafurahi sana wote mliofika hapa katika siku ya leo. Mungu awabariki sana, kwa sababu nilipenda leo kutoa shukurani zangu kwa kunichagua mimi kuwa diwani wenu. Nasema asanteni sana, mimi nakwenda kuwaletea maendeleo. Kazi mliompa yeye sasa haongozi kata moja, anaongoza kata ishirini na sita za jimbo hili, na anaongoza tarafa zote anaongoza ko kumi na tatu anaongoza vijiji themanini na nane anaongoza vitongoji mia tano Hapo vipi? Hapo sawa. Kwa hiyo wanayo kazi kubwa ya kufanya kwao. Tunashukuru sana kwa nia kutunga mkono, lakini pia kumuunga mkono mheshimiwa Matera. Ninajua shughuli za maendeleo alianza muda mrefu, alikuwa akiniambia mzee Maringo, lakini nimekuja kwenye zanati, hata sikumeenda pale ndani ka nikembwi napata salamu zake E, bisarwi naopata mkono wake lakini pia mpaka mtana kule wanamuunga mkono. Kwa mimi namuunga mkono, namtakia ni kila laheri aendelee kuhudumia wananchi, lakini pia na jukumu kubwa ambalo amepewa, madiwani wote amemwamini, sasa ndio mwenyekiti wao, atakuwa anaendesha vikao vya kugawana keki ya halimashauri yetu. Yani kama unazungumza habari ya madarasa, unazungumza habari ya shule, unazungumza habari ya zanati, ni lazima mwenyekiti wa halimashauri akalee kikao na hata mikataba ambayo itakuwa na pitisho ya miradi ya maendeleo na halmashauri yetu ina fedha nyingi za mapato ya ndani, ni lazima ipite kwenye meza ya ndugu Matera, ndugu yenu ili kazi iweze kuendelea. Aaka wasikilize sana wazee, wamekula chumvi nyingi na wamepitia mengi. Hawa wazee wana nafasi kubwa sana kutushauri, kwani kuombe Matela na wewe katika uongozi wako watumie sana hawa wazee, wana mambo mengi watakusaidia, hawa wawezi kukudanganya sisi wengine naweza kudanganya kwa sababu kwa nataka kasenti hawa wana hiyo wanahitaji uzalendo tu wao na upendo na kuwathamini, au wongowaze wang mm. kwa hiyo ukiwatumia vizuri hawa hawa ni matirium watatusaidia sana. wanamanga oye Sasa nafikiri wote mnatambua tarehe ishirini na tisa, thelathini tulipitia changamoto kidogo, lakini hawachache sio wanatarime wote. Ndio maana mara kwa mara huwa si tumejipanga vizuri kweli kweli, wanaochimba waendee kuchimba, wanaolima waendee kulima. Hao watu wanaohamasisha hayo mambo kwenye mitandao na maeneo mengine, wana malengo yao, wameshachungulia rasilimali za nchi hii tulizo nazo, wameshachungulia utajiri tulionao, wameshachungulia amani tulionayo. Hawapendi na wauma, wanachotaka watuharibie maendeleo makubwa ambayo tunayo na ambayo tunayakimbilia. Ule ni wivu, na wengine hawapo ndani ya nchi, kama alivyosema katibu, na wengine wanaotumiwa sio wa nchi hii <tosimilio> wao kwao hakufai wow, wanataka na kwetu kusifai. si tunasema kutafaa. Mimi niwaambie, kwenye ulinzi na usalama nimeimarisha vizuri sana, yaani mkae mlale usingizi na atakayetaka kujaribu Tarime ajaribu kipindi hiki, aone afanyaje. Kwaoni fanyeni kazi zenu, wala msiona mashaka. Hizi ni hofu anawajengea ili muache. Mwenyekiti alikuwa ananiambia kuna watu hapa, diwani wa Komaso, sasa nataka ufunge maduka kuanzia kesho. Kama msifunge, fanyeni shughuli zenu eh, yeah? kuna watu nataka wakimbie. Tarime, usikimbie, kaa, pengine unakoenda ni kubaya zaidi. Kwa nchi nyingine huko utaenda kuhangaika ka hapa pa Tanzania pazuri. Sisi tumeimarisha kila kona, hatulali usiku na mchana, na vijana wapo huko wanafanya kazi. Au amjaona mmeona eh? tumemiliki anga na ardhi. tumemiliki anga na nini. Wana Tarime kaeni na moyo safi, fanyeni kazi zenu, hakuna kitakachotokea yawezekana wapo watakao kujaribu, katibu amesema Unajua tietie mkono kwenye moto eh? Utafanyaje? E wala unataka kujaribu watie mkono. Itumia adhara hii kusema wilaya Tarime iko salama, na wananchi kaeni kwa kutulia. Rais wetu yuko imara sana, hata lijai humtetereza, lakini ateteleki. Nimeweka vizuri, sijui yuko imara. Hakuna mtu atakuja kutuonyesha namna gani tuendeshe nchi. Hakuna tak, viongozi wetu wa nchi tumuunge mkono eh. Wakati mwingine hata kipindi cha korona watu wengi walikufa kwa sababu ya hofu si ndio? Hofu, hofu tu na hofu. Nimepata korona nakufa, na kweli na hofu. Lakini mjiamini. Kikubwa tuendelee kuomba tumwombe rais wetu, uombee viongozi wetu ili wote tuendelee kuwa kitu kimoja kama taifa, mtu asije akatugawa tukawa vipande vipande, tuendelee kusimama kama Tanzania. Na kuja kuja hapa kuja kuwahakikishieni kwamba Tarime iko salama, na nyie fanyeni shughuli zenu, mtu asifunge shughuli yake si nimeleka vizuri, na muwe na amani e? si tumejipanga kila kona. Hatutarajii kama kuna mtu ataingia na nicho fly. Wana Tarime wengi hawataki fujo, au uongo? Wanaotaka fujo nyosha mikono. Wanaotaka maandamano ama wanakataa maandamano, hatutaki maandamano, nyosha mikono juu, wote nyosha mikono juu hivi. Asanteni sana wazee wangu, asanteni sana kazi na utu Bwana Newland, nikushukuru tena kwa mara ya mwisho kwa kunikaribisha nami kuja kwenye viwanja hivi na kupata nafasi ya kuongea na wanatarime hapa. Nimeongea na wilaya nzima kupitia uwanja huu, kwayo niombee shughuli iende vizuri, na sisi tutakuwa pamoja na nini.